Mara nyingi watu wengi wanakuwa hawana ndoto wala maono. Leo nataka niwape mwanga kwa wale ambao hawana maono wala ndoto. Somo hili naamini sana kwa mtu ambaye hana ndoto au au maono litamgusa sana. Sasa tamani kubadilika na kuwa na ndoto na maono yake pia Una ndoto wala maono? Hii ndio njia ya kuanza. Naamini si kila mtu ana ndoto kubwa, si kila mtu ana maono yaliyo wazi, na ukweli ni huu: watu wengi wanaishi bila ndoto wala maono, si kwa sababu hawana uwezo, bali kwa sababu hawajawahi kusaidiwa kugundua walichonacho ndani yao. Kukosa ndoto si mwisho wa maisha ni mwanzo wa kutafuta mwelekeo. Kwa nini watu wengine hawana ndoto wala maono? Moja, pengine walikatishwa tamaa mapema, walikuwa kwenye mazingira yasiyo na mwelekeo, waliambiwa huwezi mara nyingi, aidha na wazazi wao, marafiki zao, hata ndugu zao. Wamezoea kuishi siku kwa siku bila kutafakari. Mtu bila ndoto si mvivu mara nyingi, ni mtu aliyechoka kisaikolojia. Tunawezaje kuwasaidia watu hawa? Hatuanzi kwa kuwauliza ndoto yako ni ipi, tunaanza kwa kuuliza unafanya nini kwa sasa. Kitu gani kidogo kinakupa furaha au amani? Ni tatizo gani unaweza kusaidia kutatua? Ndoto mara nyingi huanza kama jukumu mdogo, si wazo kubwa. Msaidie mtu huyu ajifunze nidhamu ya kila siku, afanye kitu kimoja kidogo kwa uaminifu, ajione anaweza kabla hajajua anataka nini. Kuna hatua za mwanzo kwa mtu asiye na ndoto wala maono. Namba moja, Inatakiwa kuanza kupanga ratiba. Kabla ya ndoto, anza na nizamu; kabla ya maono, anza na uwajibikaji; kabla ya mwelekeo, ukipanga siku zako, ndoto huanza kujitokeza taratibu. Ukweli muhimu wa kujua: si kila mtu ataona ndoto ghafla; wengine, ndoto hujitokeza wakiwa njiani. Usimsubiri mtu awe na ndoto ili aanze, anza naye ili ndoto ijitokeze. Maswali ya kujitafakari: jiulize kwa uaminifu, je, ninaishi kwa makusudi au ninaacha siku zinipishe? Ni kitu gani kidogo naweza kufanya kwa uaminifu kila siku? Ni nidhamu ipi ninayohitaji kuanza kabla ya ndoto? Kama ndoto itakuja njiani, je, nitakuwa tayari? Hitimisho: kama huna ndoto wala maono leo, usijilaumu. Anza na hatua ndogo, anza na uwajibikaji. Ndoto itakukuta ukiwa njiani. Imani yako na juhudi zako ndizo zitakazobadili ulimwengu. Bai, usisahau kusubscribe iliwe wa kwanza kupata notification za video mpya, komenti, like na share kwa marafiki, ndugu.